Na majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV tarehe 10 za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita na, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow pages zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Uvira, M23 waanza kuwakamata vijana na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani huku Wabembe na Wafuliru wakihitajika wote kukaa kwa pamoja ili kuweza kuokoa tena jiji la Uvira na kuzuia kusonga mbele kwa magaidi wa M23. Bukavu, gari zaidi ya ishirini za makahoko M23 zaonekana kuelekea Nyangezi huku zikisadikika kwenda Kaziba na zingine kama Nyola. Uvira wazalendo wataka raia kuondoa hofu dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, huku jijini Kinshasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ikikazia msisitizo dhidi ya maridhiano, mazungumzo ya pamoja kati ya wapinzani na serikali ya DRC. Na muko nasikiliza matangazo ya Amka na Baraka1 TV kupitia Baraka1 TV, usikose pia kutembelea Mwangaza TV na kumbuka pia operation saidia Muzalendo bado ikunaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Naam, tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira ambako M23 waanza kuwakamata vijana na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani julikani, huku Wabembe na Wafuliru na makabila mengine wakihitajika wote kuwa kitu kimoja ili kuweza kuokoa kwa mara nyingine jiji la Uvira na kuzuia kusonga mbele kwa magaidi wa M23. Hadi sasa hali ndani ya jiji la Uvira inaonekana kuzidi kuwa mbaya kutokana na hofu inayowakabili wananchi wa maeneo hayo magaidi wa M23 wameanza msako maeneo ya Mulongwe chini ya mto wa Mulongwe ndani ya aveni kale za ngambo wa chini na aveni zingine kuendeleza harakati za kuwakamata vijana wanaopatikana kwenye majumba yao kwenye mabaa na kuwaweka kwa pamoja huku akiwapeleka mahala ambako hapajulikani. Hiyo sio mara ya kwanza tokea kuingia kwa magaidi wa M23 ndani ya jiji la Uvira kuwasaka vijana na kuwakamata. Kabla ya matukio hayo, kwanza kulifanyika wizi maeneo ya hapo hapo Mlongwe, ambako mfanyabiashara mmoja aliweza kuingiliwa na hivyo kuporewa, huku pia kisadikika kuwa amepigwa masasi na kuna uwezekano wa kwa hali yake kuwa Mlongwe kuko garsume wanabeba kuko balkia iba balkia moya mli msoko mwa kile hoteli mangwa

Mashirika ya kiraia pamoja na wananchi ndani ya mji wa Uvira wamekuwa na wasiwasi mkubwa na kutaka kuweza kuingilia kati kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jamii ya kimataifa ili kuweza kukomesha tabia hiyo ya M23 ya kuwakamata vijana na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani. Matukio hayo yalifanyika ndani ya jiji la Uvira na ripoti hii inasemekana kutoka humohumo ndani ya jiji la Uvira. Tunawajulisha sasa hivi tuko leo, leo siku ya tano tariki, tariki kenda ya mwezi wa kwanza demili vesisi inakuwa disney vere 23 minite. Sasa hivi alerte alerte, Mulongwe chini ya barabara, kuanzia muaveni kale kwenda mpaka mkumuto wa Mlongwe ngambo ya chini ya barabara wako wanakamata watu mu manyumba wanawapeleka, wanakamata vijana na watu wote watakutaniwa munyumba miko wanawapeleka. Alerte tafadhali, wenye wako ngambo za Uvira, hii ni informasi ya urgence. Sasa hivi mujue vile na kama kuko gisi ya kusove watu vraiment, muangalie gisi ya kusove watu. Watu wanaanza bebewa sasa hivi pale mu aveni munanira aveni munanira chini ya barabara pale kumulongwe kuko nganda mbili zenye ziko pale. Kuna nganda moja, nganda ya ogi, na chini yake kuko nganda nyingine ambayo wameingia pale, wamekamata pia watu na wakawapeleka, hatujui wanawapeleka wapi. Yanafanyika huko jijini Uvira, maeneo ya Uvira pamoja na Fizi, kutokana na machafuko yaliyotokea kati ya Wabembe pamoja na Wafuliru, huku wakihusishwa pia Wanyindu, Wavira pamoja na makabila mengine makabila yote hayo yanahitajika kuweza kuungana kwa pamoja, kuridhiana, kuzungumza lugha moja, ili kuweza kuzuia kusonga mbele kwa magaidi wa M23 na pia kuhakikisha kwamba mji wa Uvira unanyanganywa tena na kurejea mikononi mwa serikali. Leo wafuleru wanakosa kuikala chini kusema hivi, teritori yetu ya Fizi, yaani ya Uvira inaenda leo siye tulikufaka sana msonga mbele ondekane tulifanyiwa masakre ya mingi Uvira na Fizi kugambo ya Sidi no Kivu na Sidi Kivu, siye batu ya Sidi Kivu tena Uvira na Fizi ndo batu balifanyiwa masakre na Banyarwanda. Hapana mza Uvira bagarso balinyonya maziwa ya Banyarwanda, mtoto anakufa banamnyonyesha na nanyonyaile maziwa banashindwa ba kuikala kimoya kusema hivi. Leo tena Uvira tunanyanganywa Uvira juu ya siasa bamaimai mai, bazalendo bafrdc ba wakupigana siasa za bujinga, zilionekana zili wazi, ruvunge bagarswa, ruvunge bagarswa, ruvunge balionesha wazi ma vitu vilionekana wazi, bakakia kuanza kupiga mabombe kabla ya mnyerwanda kuingia mvira. Watoto wetu wazalendo wakakimbia wakakimbilia wapi? Fizi. Sasa kwa nini Mufuleru asikale chini na kusema ye Mubembe, tuko pua na mdomo sie, ndio tulionjaka ma, ma, umauti wa Banyarwanda, tutafanya jeju ya kupiga yule Munyarwanda mwenye vira toke. Lakini pale tu bujinga, mtu akikuwa nyoko aisha na nyoko aisha kweli, pale bujinga mwenye viko bujinga wa upumbavu. Bale basoda mbele balipigana juu jua makamba, bikaisha turu ya pili tena, hii banapigana juu ya makamba, banakuya, banabasulisha, banamaliza, sasa binamia kub unaleta vita ya ukabila, jua kupitisha mtusi ile ni siasa, kupitisha mtusi. Franga zilishatembea tembea, wana mudi franga zilisha tembea za M23, franga zilishatembea tembea mba fuleru, franga zilisha, franga zilisha tembea. Utakuta kuko wabembe wabisha pingana na hivyo vitu, ndo wanaanza kutafuta gisi ya kuangusha mwembe tena, bakose kuona kuko wa ba inonsa wa fuleru wa ba, kuko wa fuleru wa inonsa mwule mwembe, kuko wa fuleru wenye baishe kala mwembe miaka kosa gani? Mbona wanalimaka mashamba banabatia se babembe biko uvira pale shamba gani yenye mufuloa shaka mpatia. Fasi ya kulima mbembe, akalima habaikali miaka u babembe habaikali miaka uvira, bapandishe kidole. Kama koko desordre ziko nafasi nafanya Mufizi, kama mbembe shaka zifanya uvira bamaimai bazalendo balitoka ka Baraka, balitoka ka Fizi, banaingia Uvira kipindi Mnyanda yaingia pale, balisimama kumeja, balisema balibambia nini? Baliambia ba bembe vi, kila kitu mulikuta muvira mwenyewe munatoka ba kamba Mbona wenzao wa walitii? Sasa kwa nini bao? Kwa nini? Kuko nini? Hawa benzetu ni Batusi. Sio Wafuleru, ni Batusi. Na unakuta Mfuleru mwingine mwenye mwenye iko na akili zake mkichwa anakamata vile, anasupport vile ujinga. Oh, tulipoteza vitu tulipo mara wenye wiko nakufa Uvira pale. Kila siku wanakufa wengine, wanangaikia makambi, mukose kuikala chini muangalia izi, Izo izo imbo za ziko zinapigana, Wabo kwa wabo kwa wabo mabangi zao, wakisha vuta mabangi wanapigania ade saa mili. Mkose kuangalia gisi ya kupambana, Gisi ya kuchisya, kusema wapatane bapa, wapambane wafukuze. Wafukuze umu nani? Uyo mwenye randa mwenye ko hapo Uvira Anaanza hivi kuanza kuwa bagarso. Ile akili habana. Haba batu wiko sispe. Mkose i marenyonyevanako vanaitana na vanyindu, sio marenyo ya kusema apigana vawembe ava, vatu ni renyo ya kuingiza munyerwanda. Tuambizane ukweli, hii ni renyo ya kuingiza mnye Rwanda mfizi ili muwembe akasirike baanze kupigana, na ndo pale kuokazo ya mtusi aingie. hayo yalijitokeza baada ya sintofahamu iliyotokea kati ya Wafuliru pamoja na Wabembe huko tarafani Fizi, na baadaye kuweza kupata suluhisho la pamoja, baada ya mkuu wa tarafa Samii Kalunji kuweza kuitisha mkutano wa maridhiano. Na ripoti hii kutoka ndani ya mji wa Uvira Baraka pamoja na tarafani Fizi kiujumla. Sisi hatupendi vita na tunasema kwa mfuleru

Tunakataa bunduki kuzagao zote ndani ya makao makuu ya tarafa, bunduki zao zote ziende kuvita. Bila hivyo bunduki za Wabembe zitaonekana kwa wingi, jambo ambalo hatutaki. Wa kutoka wali sababu sito sisi tuko na bunduki toka mwaka elfu moja makumi sita na mne vita vya Mulele, makumi sita na makumi kenda na sita vita vya Afude, makumi kenda na sita vita vya RCD, tunahazo mufulelu kututishia mlembe bunduki sababu mgembe aligusa bunduki mbele za mfuleru. <laughs> Toka sasa, tunaomba wafuleru wenye kuwa ndani ya msitu wa nganja watoke, kama wanapenda ama kutafuta kufuatana na azimio ya serikali za kuacha eneo hili kwa ajili ya parta ya nganja, ili wakae wa Tumewapa, na wengine barabarani tumewapa wiki mbili, watoke wote toka leo, katika udongo wa Wabende usionekane kamba yoyote ya kijeshi ya kusumbua raia na kutuomba, na tunaomba mheshimiwa mkuu wa tarafa kutekeleza jambo hili kabla maafa hajatokea hajatokea. Iwe raia wa Kifulelu atutake asumbuliwe na kamba yoyote, raia wa Kibembe hatutake, raia wa Kivira atutake, atutake asumbuliwe awe Wamashi au a Wakinyindu Wakilega atutake au raia Wabembe wengine wote walioko ndani ya tarafa la Fazi. Kwa kumaliza malize, watu wajue kwamba Wabembe tuko Tanzania, Kongo Branza, Burundi, tunajaa Kalemi, Vukavu na hata uteritwari ya Uvira tuma katika eneo zote tajwa hapo tu wapi, tumekwisha fanya vita vya udongo. Naam baada ya taarifa hizo kutoka Uvira pamoja na Fizi unaendelea kusikiza Baraka One TV. Tuchukue taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Bukavu ambako gari zaidi ya 20 za M23 makahoko zaonekana kuelekea maeneo ya Nyangezi huku zikisadikika kwenda Kaziba pamoja na Kamanyola. Hiyo siku ya jana ya tarehe tisa, majira ya mchana, mlolongo wa magari yalionekana yakitokea ndani ya, ya jiji la Bukavu kuelekea maeneo ya Nyengezi. Magari hayo ambayo yamepakia makahoko wa M23 wakiwa ni wanajeshi. Duru zetu zinasema kwamba wanajeshi hao watakiwa wamepelekwa kwenye uwanja wa vita ili kujaribu kwenda kuongeza nguvu huko Kaziba pamoja na Kamanyola. Wakulima wanapatikana kwenye mashamba huko maeneo ya Kaziba wameweza kushuhudia mlolongo wa magari ukielekea Kaziba, na pia wengine wanapatikana maeneo ya Kamanyola, wao pia wameona mlolongo mwingine wa magari ukielekea Kamanyola, huku magari hayo ya Kamanyola yakiwa yanasadikika kuwa wanapelekwa kwenda Uvira kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu ili kuweza kupigana na vikosi vya Jamhuri ki ya kidemokrasia ya Kongo FRDC pamoja na wazalendo ambao wanazidi kuendeleza harakati kwenye milima ya Uvira kuendelea kuwakunguta magaidi wa M23. Ya, ya, ya yundu E, gari za basoda gari za basoda zile zinapita kaziba kabisa, muzione gari za basoda zile zinapita aa, zinapita, kabisa, zinapita, kabisa. Mubaone kabisa. E, haiko bongo, ni kweli kabisa kwasai, e, nazana benzetu walitoka ukavu, bana baona mkomvwa e, njo zile njo zile njo zile kabisa Habari, njoi ule bwana ule bwana Kabila na la force ba M23 gari 20 inapita hapa kwa matala paka magema panzi. Panzi. Gari 20 ya mabeni beni ya ba M23 inapita hapa panzi inaenda Uvira 20 yote na yala ba M23 mutire attention, mko makini kule, wazalendo mko makini. Mungu awasaidie abatie nguvu, mko makini, muite sokoi ifanye kazi mwite sokoi ifa ifanye kazi kule, tusaidie. Mimi naona naona saa vile wanatapenda fizi ya uki, wanatapenda e, baangushe fizi. Utire atazio mkwe makini kule, makini oserie, asante. Mkwe makini kule, Mungu atusaidie, mwite sokoi tusaidie kule fizi. Asante. Utafahamu tu kwamba hii sio mara ya kwanza kwa vikosi kutoka Goma Bukavu vya M23 vikija Uvira, lakini vyote vinaishia kumalizika milimani ambako kwa sasa kuna hatari kubwa ya M23 kuweza kusambaratishwa. Milima ya Uvira ni maeneo ya mikakati ya hali ya juu ambako vikosi vya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakuwa nafanya kazi nzuri ya kuendelea kwa kunguta magaidi wa M23 nam huku nasikiliza amka na sikiliza, Baraka1 TV kutoka Australia, kutoka USA, kutoka Canada, kutoka Europe, kutoka Sento pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Kizabe Ayebalis Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, eh, Asokolo Ayamba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba, Mawe King Sele, the only one king from USA akiwa anasikiliza Baraka 1 TV, Ankisi Kandeke, Dafeza da, da Letesia, da Asha, da Irene na baada ya taarifa zote hizo tuchukue turudi tena ndani ya jiji la Uvira, ambako wazalendo wataka raia wote kuweza kuondoa hofu dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, kutokana na imani kuwa ndogo ya wakongomani kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwenye uwanja wa vita licha ya yote ambayo yameweza kufanywa tokea Bunagana, Goma, Minova mpaka jiji la Bukavu na kuingia jijini Uvira, ambako asilimia 90 ya wanajeshi wa FARDC wamekuwa wakiwalaumu viongozi wa ngazi za juu kuhusika na rushwa pamoja na kunda njama pamoja na adui ambaye ni M23 anayefadhiliwa na serikali ya Kigali inayoongozwa na bwana Skeleton Mr Paul Kagame. Kwa uwanja wa mapigano maeneo ya Makobola, wazalendo wanaotaka raia kuweza kuondoa hofu kwa sasa dhidi ya vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuendelea kuwapa matumaini na kuwatia nguvu kutokana na hali ya vita ambayo iko inaendelea. Kwa sasa, FRDC wako vizuri, bado hawajaonesha dalili yoyote hile ya usaliti. Kwa hiyo, tunahitaji raia waweze kuwaunga mkono na pia watunge mkono sisi waza, waza ili tuendelee tufanye kazi kwa pamoja, pamoja na majeshi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endapo mambo yataharibika, basi tutakuja tena kwenu na kuambia kile ambacho kilifanyika, kama FRDC wataweza kutusaliti. Hizo ni nukuu za wazalendo kwenye uwanja wa vita mengi na zaidi. Ripoti hii kutoka kwenye uwanja wa mapigano, mwendelee kutunga mkono, kazi inaendelea kufanyika, uzalendo ungaki unaendelea kufanya kazi na nguvu yetu ya FARDC, vraiment banatunga mkono, tunaendelea kufanya kazi ya yenye munajua, ya kutetea inchi na kuchunga mipaka yetu ya inchi. Eh, musiseme kwa leo, musiseme kwanza FARDC mubaya, mbio mbio, si benye tuko napo sasa kumalinde fro. Tunajua kazi yenye biko banafanya, na kukionekana trezo, tutabaonesha. Bandugu zangu, apa kuna kwa trezo, tusisikie mambo ya kusikia sikia, ni mambo ya kudemoralize batu

Ya Ventura, oh, mumpige wewe komanda fulani masasi. Atutos, masasi, ifo kumufanya analizi. Mesaji tunepokea. Itika wito kukatala maneno. Tunaitika ndio tunapata mesaje yenu. Sawa, tunapokea mesaji, mais tunafanyia analyse. Ile analyse kama tunatrouve ni bongo tunakala kimya. Amuta ona hata akte moe, na kama ni kweli bana, murudisha nyuma mzee weo, rudie nyuma haba ba avanse tukitaisha. Kama ni bongo mzee, endelea kuchapa adui, fieka adui mzee, twende mbele, twende tusonge mbele, tupigi adui muna kufa. Na kweli tuko tunapata kontribisyo yu nafika na waza, tutabatumia na maimaji bitu tuliuza mabunga, mahema na magodio. E, tutashukuru sana tutawafelisite na tutavituma mavideo mtavipata eh, kuendelea kuwaunga kuwafelisite kwa kazi mlitusaidia. Kweli tulipata mchango ya kuonekana. Kwa sasa, hali ni nzuri kwa uwanja wa mapigano, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wako kwenye milima ya Uvira, huku Katongo, Kigongo, Kopela, Kalundu, ngambu za juu zote zikiwa zimedhibitiwa vizuri, harakati zikiwa ni kutafuta namna ya kuweza kuokoa wanaopatikana ndani ya jiji la Uvira. Wakahaji wa jijini Uvira wamekuwa wakisumbuliwa kwa muda wa takriban wiki zisizopungua tatu na magaidi wa M23, huku wakilalamika na kuhitaji msaada wa haraka kutoka kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Hii ambao uwa wanasikiliza ni amka

Babembe tunakatalana na politike ya nami, tunakatalana na politike ya Banyarwanda, tunakatalana na politike ya Kabila. Miaka kumi na minane watatumika, inatosha. Babembe wengine wajiunge na Tshisekedi nao watakuwa vatumuii na uundo. Mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo, mingine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili kupitia Baraka1 TV. Endelea kuwa pamoja na sisi, share, subscribe, pia usikose kutembelea Mwangaza TV, na kumbuka pia operasions adia mzalendo bado iko inaendelea. bye-bye.